Mtawa, padi au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku kwa padi marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa, marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huku, na ni vibaya watu kurubu, kurubuni na kuhadaa watu hawa wahusika wakipita kwenye nyumba za wakipita kwenye konventi za kanisa kwa hadaa na kwa rubuni hiyo. Ni dhambi, haipaswi haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu.